Precisemen msheferi ya bafira teritwari ya uvira uh, grupema kalungwe kigongo kabimba katongo kule kote ma maaktivit tujuru ziko paralise, na baadhi ya raia imekimbia ile maeneo imeamia mvile ya Uvira. Mupo wengi ambao mnaitazama na kuisikiliza Hope News TV tariki moja Januari 2026, mwaka mpya wa amani salama Maendeleo kwa vyote vile ambavyo mnajikuta ndani. Habari lukuki ni nyingi ambazo tumekuandalia hii leo ni kwanza na ile ya mobondo kuorozeshwa kama kundi la kigaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia makundi ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO yametoa taarifa kwa kufuatia hali ya kisiasa na kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo ya hali ya usalama ni gani? Utakuja kuisikiliza na kuipata hapa, lakini pia raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wame karibisha mwaka mpya wa 2026 huku wakiwa hawana cha kusherehekea kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama kwenye baadhi ya maeneo ya mashariki ambako waasi wa, wa AFC M23 wanapigana na vikosi vya serikali ya FARDC. Hayo na mengineo mengi, ndiyo tumekuandalia. Karibu twende wote pamoja, mimi naitwa Espoir wa Kilongo Itele, tudondoe mawili matatu pamoja nawe. Tuanze na taarifa hii ambayo inazungumza kwamba wakati serikali ya Kongo inalaumu mzozo unaoendelea wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uvamizi wa Rwanda unaofanywa kupitia uasi wa M23, vugovugo hili la uasi lenye silaha linaendelea kutetea maslahi yake tofauti kabisa, wa mzozo huo. Kwa AFC/M23, sababu za mgogoro ni za ndani, za ndani zaidi na zinahusiana na kuto. Fanya kazi kwa kina kwa mamlaka ya Kinshasa katika matangazo ya mawasiliano Jumatano hii Disemba 31 2025, wakati wa sikukuu ya mwaka mpya, Konenanga, mratibu wa kisiasa wa AFC M23, alikosoa vikali kile anachoelezea kama mkakati wa kupotosha kwa mamlaka ya Kinshasa, akishutumu kutoka nje ili kuficha udhaifu wake wa kitawala. Ndivyo amesema Koninanga akizungumza kwa tariki 31 Disemba 2025. Mpinzani wa kisiasa Emery Okonji, katika taarifa iliyochapishwa Jumatano hii Disemba 31 2025, alikashifu kile anachoelezea kama njama za kumdharau Sylvie Ekenge. Akizungumza, amesema kwamba matamshi ya msemaji wa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayakuwa na maana ya chuki, bali yalikuwa ya ushauri wa busara uliotolewa kwa taifa ukana na uzoefu mbaya unaoishi katika mazingira fulani ya usalama. Hivyo akisema kwamba Sylvie Ekenge jenerali ameonewa na mamlaka ya Kinshasa. Habari nyingine hapa ambayo tuidondoe msikilizaji, ni ile ambayo inaendelea kushamiri katika mitandao ya kijamii, habari isemayo kwamba Martin Fayulu anatoa wito kwa Felix Chisekedi kukataa mazungumzo jumuishi ambayo ni hitaji muhimu. ni kukataa amani, amesema Martin Fayulu wa chama cha siasa ECiDe katika ujumbe uliotumwa kwa idadi ya watu jumatano hii Disemba 31 pinzani alikosoa juhudi za kidiplomasia zinazoendelea akiamini kwamba haziwezi kuchukua nafasi ya mazungumzo ya kitaifa yaliyofanywa na Wakongo. Alikumbuka kuwa hali ya sasa nchini, kulingana na yeye, matokeo ya moja kwa moja ya kile anachoelezea kama kusimamishwa kwa uchaguzi. Unaendelea kupata habari za hivi punde kutoka Hope News TV. Msikilizaji, tukuelezee kwamba M23 wanazidi kuongeza nguvu zao katika eneo la Uvira. Serikali ya Congo inalaani uwepo wa wanajeshi wa Rwanda wanaokadiriwa kuwa na vikosi vitatu waliotumwa katika nyanda za juu za Fizi, Uvira na Mwenga, katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Vipengele hivi vya RDF vingejipenyeza na kujiunga na waasi wa Twirwaneo ili kuficha utambulisho wao wa kweli. Mpango wao ungekuwa ni kuchukua barabara inayoelekea Mo Mitumba, kupita Elende Nebukala, kisha kupitia hifadhi ya Mo Kabobo, eneo la Nganja, kuelekea Fizi kabla ya kujiunga na bendera force na kuendelea kwenye muhimili wa Kalemi jimbo la Tanganyika, tunaweza kusoma kwenye taarifa kwa vyombo vya habari. Serikali pia inatazarisha idadi ya watu pamoja na jumuiya ya kimataifa, ili mtu yeyote asishangae wakati Kigali inaibua madai ya kujiondoa kwa M23 RC kutoka eneo la Uvira. Hali halisi inaonekana kuashiria kinyume. Kelve Buija ni mratibu wa shirika la wazalendo wa Kongomani sosiko RDC na mtafiti wa maswala ya kiusalama anazungumza nasi kutoka Uvira na kutueleza hali ilivyo mpaka sasa. Waasi wa, wa M23 wa rebele wa M23 retabara ngomino tiroaneo androide wote wakingali mumuji wa Uvira

wamekwisha anza kujiretire, ni habari za uongo. Kuna wamoja wameanza tayari kuvala manguo ya kiraia ya kisivili na wako wanajidegize mu population, na wamoja wanaanza kuvaa mateni za askari polisi kusema eti biko sharge na ordre. Ni kuinforme opinion nationale ke international ke waasi wakingali wanaendelea kujimanifeste, wako toujours toujour mu ville ya Uvira et ses environs kama na mpaka hivi uh, mambo ya wasiwasi kunaendelea kujimitiplie. Kuna watu wako wanapana habari za uongo 8 M23 wametoka mvile ya Uvira. Ni kukonfirme watu wote kama M23 ikingali mvile ya Uvira na ikingali inaendelea kupambana na jeshi letu la FARDC na wazalendo. Population iko mutimidite toujours, population haikufete

Paske, unajua kama mtu anakuwaka anasherekea kama iko mzima, kama iko muamani, kama iko muhali mzuri. Me, uh, wananchi wa Kongomani wako wanaendelea kukufa wa kila wakati. Utafahamu mjini Uvira watu wako wanaendelea kukufwa na njaa kuuliwa kila wakati na warebele wa uh, AFC M23 wa na magrupe ya Red Tabara njoo maana watu hawaku na gisi ya kusherekea watu wako tujiru manyumba zao utafahamu kama mwae ho plateau za tarafa za Uvira, Fizi, emwenga presizema, msheferia bafira, territoire ya Uvira a groupe Kalungwe, Kigongo, Kabimba, Katongo kule kote ma activite tu toujours ziko paralize, na baadhi ya raia imekimbia ile maeneo imehamia mvile ya Uvira. Kule kote hakuna kitu watu wadoa Wamewakia, kule viko toujours desequilibre hawana stabilite. Tumalizie tu habari hiyo. Na makundi ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO yametoa taarifa ifuatayo kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Ganaga Thomas, namna gani MONUSCO imejipanga. Mkataba wa Washington zafogekwaju unaendelea. DRC inautaka Umoja wa Afrika mwitikio za ya Rwanda badala ya wito tu wa kujizuia. Serikali ya Kongo kupitia kwake Terese Kaikwamba Wene, waziri wa mambo ya nje, imeutaka Umoja wa Afrika kwa ufanisi badala ya wito tu wa kujizuia zahafu wa ongezeko la hali hatari mashariki mwa DRC kupitia uwasi wa AFC/M23 unaungwa mkono na, na Rwanda. Katika wasilishaji wake uliotolewa Jumatatu Disemba 29, 2025, wakati wa mkati wa 1321 wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika alithibitisha juu ya ukiukwaji wa mkataba wa Washington ambao ulileta matumaini ya amani. Mkataba wa Washington uliosainiwa Disemba 4, 2025 na marais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo na jamhuri ya Rwanda chini ya uongozi wa Marekani ulikuwa na lengo la wazi la kuunda mazingira ya kupunguza mvutano, kukata mapigano na utulivu wa kudumu katika eneo la maziwa makumu. Lakini chini ya saa 24 baada ya kusainiwa, mkataba huu ulikuwa tayari umevunjwa mara kwa mara matumizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi yaliyoripotiwa na AFC/M23 yameripotiwa na kuandikwa yakisababisha kuingia na uwepo wa AFC/M23 huko Uvira katika uwanda wa Ruzizi na kwenye njia ya kazaa za kimkakati ya Kusini Kivu, alisema Therese Kayikwamba Wagner. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Kongo, vitendo hivi vilivyopangwa na kutekelezwa chini ya uongozi wa amri ya kijeshi ya Rwanda ni kukataa wazi kwamba ahadi zilizotolewa ya Washington vitendo hivi vinaonesha kwamba kukacha mapigano kunavyotakiwa na mkataba huu pamoja na azimio la 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa avikuheshimiwa na Rwanda na washiriki wake wa FCM 23 kwamba mashambulizi za afe ya raia yaendelea na kwamba upatikanaji wa kibinadamu unazuiliwa. Licha ya mapendekezo ya mkutano wa mataifa wa Paris ambao ulidai hasa kurudisha uwanja wa ndege wa Goma ili kurahisisha msaada wa kibinadamu, vitendo hivi ni ugeukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu na kanuni zilizowekwa na Umoja wa Mataifa, hmm. hasa kuheshimu uhuru na uadilifu wa eneo la nchi, kutokuwa na uchokozi na kupiga marufuku kuingilia kati wa kijeshi, alisema hmm. zahafu ya hali hii DRC inataka baraza la amani na usalama, chombo cha kudumu cha kufanya maamuzi cha Umoja wa Afrika kinachohusika na kuzuia, kudhibiti na kutatua migogoro, kutekeleza wajibu wake kikamilifu, hasa kwa kuchukua hatua zinapaswa kuhakikisha ulinzati wa raia, kuhakikisha upatikanaji wa kibinadamu bila vikomo na kupitisha hatua za kuzuia ili kuhifadhi amani, uhuru na uaminifu wa Umoja wa Afrika. Mm. Kwa niaba ya Hope News TV, na Ganaga Thomas, Sina la ziada mimi, kukuaga nikutakie kuendelea kufata vipindi kutoka Hope News TV. Na wakati mwingine, kila laheri, mwaka mpya na mambo mapya kwako.